Naam, karibu sana mwana michezo popote pale ulipo, tuweze kuzungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukupasha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo, uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano ya yangu haya na mwarabu wa Simba Sports Club. Unajua ni yapi hayo? Kwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati, Karim eh? Mungu mkubwa, Mungu mkubwa. Tuanzie hapa bwana. Simba Sports Club, mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal wameweza kuruhusu magoli manne kwa moja. Nasemaje wana Simba juu ya matokeo haya? Yale hatuna ya, cha kusema kwa sababu ni, ma ni mazoezi kwa hivyo, mazoezi tena. Of course ni mazoezi kwani kuna faida gani pale wamepata wao yaani sio faida, yaani yaani tournament gani amepata tuzo gani pale amepata yeye, au sisi. Ile kila mtu anasuka mbinu zake, anaangalia fitness ya wachezaji wake, wanatesti mifumo. Ndio maana usikie kelele nyingi. Tungecheza hata na Mtibwa Sugar tungepata sara, ungeona balaa lake. Tumefungwa jana <laughs> lakini tunatembea mtaani tunatamba kwa sababu wenyewe wanajua kile kilichofanyika jana watu wanafanya mazoezi, wanacheza kina ya mbegu kina duchu, kocha anaangalia nani ataingia kwenye mfumo, nani ataenda naye. Umeshaelewa? Tuje tucheze mechi ya ligi au mechi ile ya kimataifa, tufungwe, alafu njoo niulize swali lakini pale eh, eh, ah, si tuna testi mitambo eh? Kocha anaangalia nani niende naye, nani atakuwa mbadala wa nani hapo ndo kinachotafutwa, yaani inatafutwa combination na chemistry iunganike pale, alafu linaundwa bomu lile. Lakini wewe, mimi nikikumbuka kwamba wewe ndo ulikuwa wa kwanza kuzungumza na kusema ya kwamba Yanga kutoa sare dhidi ya TRA tayari kocha Roman Fuzi wanaanza kulalamikiana. Nyie vipi kwa upande wa Simba? Bado mna imani na falsafa alizokuja nazo kocha Pontev ndani ya Simba Sports Club? Sasa ukiniuliza swali kama hilo, mimi nitakuuliza Pontev kashacheza mechi ngapi mpaka sasa hajacheza bado mechi hata moja, hajacheza mechi mbili za kirafiki. Hajacheza mechi hata moja, mechi ya kirafiki ni mazoezi. Sijui umeelewa vizuri, mechi ya kirafiki ni mazoezi. Kwa hiyo na kocha wa Yanga naye pia kutoa sare dhidi ya Tabora, nao pia ni mazoezi. Kocha Yanga katoa sare na Mbea city e, sio tabora e, Mbea city e, kapoteza pointi mbili. Sasa una, e, kwa nini unapepesa mapesa maneno? Mimi sijaizungumzia mechi ya, ya TRA mechi ya Mbeya City, mechi ya ligi, ka drop point hizi. Niulize mimi Simba akicheza kwenye ligi, akicheza kwenye Champions League, kwenye FA, kocha mimi sijamuona. Kwanza hizo mechi zenyewe mimi sijaona. Mimi naona tu scoreboard moja, mbili, mbili, moja, tatu, nne. Sijui kapa kacheza nani wala nani. Kwa hiyo mimi nitaongea nini? Yani mimi hapo sina cha kuzungumza wala cha kumjadili kocha. Acheze mechi official, tunaiona, tunaiona kwenye Azam TV. Tumepasuka, njoo niulize mimi, nitakujibu pale nitakuwa nimeiona Simba ikicheza. Lakini hapa Simba imefa... na mazoezi kila siku Simba wanafanya... Bunju wanafanya kokoto, wanapoweka kambi kwa sasa, kila matokeo ya mazoezi tuje tuyajadili? Ah, itakuwa mtiani. Yale ni mazoezi maandalizi, kocha kaja mpya, sijui umeelewa vizuri. Angekuwa Matola tungeelewa, bwana Matola umefungwa mechi ya, ya, ya kirafiki. Kocha anata, anatafuta nani aanze kati ya soa Selemani mwalimu au desedese Mkwala, kati ya ayubu na na pin Pinpin nani aanze? Kati ya Kapombe na Duchu nani niende naye aanze? Kocha wale wachezaji shehe kuwajua wenyewe hawajui. Hadi sasa hivi wenyee karibia wiki ya pili kuna wachezaji majina yake mengine hawajui. Awajui ni lazima akae nao ajue, huyu hapa weakness yake ipi, ipi, yake ni huyu atakiwa acheze dakika ngapi? Huyu atakiwa amalize. Mimi nakwambia baada ya mechi ya kwanza Aiza, nadhani itatangulia ya kimataifa. Njoo niulize swali lako hilo eh. Njoo niulize swali lako bwana, yamepasuka lile swali sasa, tutakuwa mahali pale. Bali unajua, ni Jumapili tarehe 18 19, Jumamosi 18 19 hapo. Ndio, tuombe uzima tuombe umri na afya. Njoo niulize hilo swali lako. Huyu huyu Pantevu. Njoo niulize hilo swali. Pengine, huenda Pantevu ndio akawa njia bora sahihi ya Simba Sports Club. Kwa msimu huu wa mwaka 25 26, badala ya kuondoka kwa kocha Fadu Davis. Of course iko hivyo kwa sababu yeye ndo meneja mkuu, yeye ndo kocha mkuu, yeye ndo kila kitu mm. Timu inaposhinda always kocha ndo anatengeneza CV na timu itakapopoteza vilevile jumbabovu lote inakuwa kwake. Kwa hiyo mafanikio yote atakayoyapata Simba msimu huu CV itakwenda kwa Pantev na Matola, sijui umeelewa vizuri, mafanikio yote Simba atakayoyapata msimu huu wafuzu Champions League, wafike nusu finali, wafike finali, wachukue kombe, Pante ndo atakuwa icon ya Simba yani. So far Fadu kachafanya kwa nafasi yake, amesha kwenda zake. Sasa tuko na Pante. Tikiti bovu shambani kwako ndugu yangu eh? Tikiti bovu shambani kwako, kibaya chako kizuri cha cha mwanzako akikusaidii. Uh-huh, eh, ndo iko hivyo sasa. Huyu huyu Pante, huyu huyu Pante, kiboko wa wachawi, na kila siku nakwambia anaitwa kiboko wa wachawi Maga hatujui sasa hivi yuko katika staili gani, Rambo au Shoniga au Van Damme au watu wote watu, watu watatu wanalaza tofauti hapo. Kuna mmoja mtaalamu wa mateke, kuna mmoja mzee wa vita za misituni alafu kuna mmoja mzee wa mashine mashine ya roboti roboti. Hatujajua tutapigiwa pira gani. Pira roboti, pira, pira pira vitani la misituni au pira la round kiki Van Damme. Ujaangalia zamani kipindi hicho Van Damme na na Tompo, Van Damme na Bolo Yang. Kwenye ubora wake miaka 20 25, Van Damme ndo Pantev huyo. Kama unaangalia movie yani. Ukizingua, mimi nakuambia tena, ukizingua umekosa goli. Umekosa goli. Kabla kwa ya kuanza mazoezi mnazipanga kwanza, mna kwanza. Raundi mbili atakampiga mwenzie afu ndo mazoezi yanaanza. Bwana, tuizungumzie hapa kikosi cha timu ya taifa kitashuka dimbani kukipiga dhidi ya Iraq. Nadhani ni kipimo sahihi, hali tayari tumekwisha kupoteza nafasi ni, ja, ni kama wameichukua nafasi ya kwenda kushiriki kwenye michuano ya kombe la dunia. Tulikuwa tunakwenda kutupa karata, bahati mbaya tumepoteza nyumbani, wakati ilikuwa nafasi yetu ile ya kwenda kushiriki kwenye michuano ah, mikubwa duniani na sisi kwenda kuonesha ya kwamba tunakuwa kwenye eneo zima la soka kwa kipimo sahihi. Kwa sasa hivi mi naona ni tucheze tu, kwa sababu hatuna mashindano mengine, tunaenda kucheza, lakini kwa vile ni kalenda ya FIFA, mi sioni usahihi wa kipimo hicho ni nini, kwa sababu hata wale wachezaji wetu wangeruhusiwa tu waje wajiunge na timu zao za klabu zao, ili wajiandae kwa ajili ya mashindano ya kimataifa kesho kuto Shekhe, timu ya taifa ni keki. Unajua, unapozungumzia taifa ni keki kubwa, sio kila siku tule mimi na wewe. We, unataka uniambia yani, ukitoa Simba na Yanga hakuna timu ya taifa? Simba Yanga na Azam haipatikani tena timu ya taifa. Na Singida? Eh, aachana na Singida. Hizi tatu. Tena hizo tatu. Hizi hizi mbili, au tufanye hizi zinazocheza zinazocheza mashindano ya kimataifa. Haipatikani timu ya taifa kama kuna um, um, umuhimu. Mechi haina umuhimu ndo pale unapomwita ya mbegu sijui unamwita, yani wachezaji wako wengi wa, wa timu nyingine. Hakuna mtu, hakuna mchezaji anayecheza ligi ambaye hana ndoto ya kucheza timu ya taifa. Kwanza ile inapandisha ina, ina CV ya mchezaji. Ndo pale unapomwambia bwana, eh, hii fursa ukiitumia vizuri, nikitakapoita tena kikosi changu lazima nikuchukue, na jicho langu mi nitakuwa wewe nakuangalia hapa na kwenye ligi watu ndio njia wanaotoka hiyo. Sasa kila siku unakemisha wale wale, sijui Mwenda, sijui Yakubu, sijui nani, sijui na... kuna kipa, wanadaka, wanadaka, hadi, hadi basi sema tu platform muda na wakati wao bado, chukua wale, chukua hata sita. Nyinyi wengine wenye majukumu yenu eh, nendeni msitafute sababu, si taifa? Mbona lika, linapokuja swala la, la, la timu ya taifa tuisupoti tuifanyaje ili tuvuke? Mbona tunakuwa wamoja? Mimi nilichoona, yani ingetumika busara hawa wachezaji wa timu wa, wa, wa vilabu Simba, Yanga na Azam wangepumzishwa tu, nendeni kwa makocha wenu mkaangalie mnaziendeaje mechi zenu, basi ili wasipate kisingizio a, kama anarudi Morris, anarudi na majeruhi kama Morris, anarudi na majeruhi mwamnyeto, anarudi na majeruhi kwenye klabu yake, Mwenda anarudi na majeruhi, alafu ndo kule kule anapopangwa badala ya Mwenda, kuna kwa uchochoro inapigwa yanamwagwa majalo kamba hiyo kwa upande mwingine tutafurahi sisi wengine lakini itakuwa ikitokea kwa upande wetu itatukosti. Umeshanaelewa vizuri? E. E, kwa hiyo kama kama hizi mechi hazina ulazima, mm, ndo kama hizi mechi tuliocheza sisi jana. Haina utamwona ya mbegu kacheza, utamwona sijui Duchu kacheza, utamwona nani, wale nao wawe active muda wote yule atakapopata itilafu yoyote ya kibinadamu, wao anavaa gwanda. Eh, bwana nataka nimalize na hili hapa na niwekee nukta hapo. Kwa nini Simba kila kwenye mchezo linapowekwa kombe mezani huwa mnalikosa. Shida ni nini hasa? Uongozi? wachezaji hawajitume? Hii nimeishuhudia si kama mara kadhaa, hata jana kwa upande wa wanawake, kombe likiwa mezani wanachukua JKT Queens. Nimeishuhudia kwa Simba Sports Club kwenye Ngao ya Jamii dhidi ya Young Africans Yanga bingwa. Shida nini hasa kwa Simba msimu huu? Pengine labda hamtaki makombe kwa kipindi hiki, hamyahitaji makombe, ama tayari mlisha tosheka na makombe ambayo tayari mmeshabeba? Yaani una, unaposema kila Simba anapocheza na anapocheza kukiwa na kombe uwanjani hiyo yeah. Statistics yako iko sawa kweli au kwa kwa, eh, kwa muda huu yeah, mchache recently, yeah, current form miaka mitano hapo hiyo, mimi naona kama bahati haiko, bahati haiko kwetu kwa miaka mitano shehe. Kama unafuatilia mpira vizuri, mimi nakupa sasa rekodi ya mpira miaka mitano. Ni hata mtoto darasa la, la kwanza ajaanza, labda ndo anaingia la kwanza mwakani kuna timu inaitwa Manchester City imekaa miaka 49 wajachukua kombe la Uingereza, Steven Gerrard, kombe lolote. nakuelekeza sasa, nakuelekeza miaka 49 wale Manchester City wamekaa bila kombe. Newcastle wamekaa miaka sijui hamsini na ngapi, wamechukua Carabao juzi. Fuatilia hivyo vitu. Steven Gerrard na Karaga wameanza academy Liverpool, wanamvi wamestafu soka. Hawajabeba Premier League. Kwa unaponiambia miaka mitano, miaka mitano kwenye masuala ya mpira kukosa ubingwa, Kitu cha kawaida yaani, niulize Azam kachukua mara ya mwisho kombe lini? Elfu mbili na kumi na tatu, kumi na... mtoto hajamaliza darasa la saba hapo. Kumi na tatu hadi leo ngapi? Kwa hiyo Azam hayumo kwenye mashindano. Mtibwa mara ya mwisho kuchukua kombe lini? Mtibwa Sugar mara ya mwisho lini kuchukua? Hivi vilabu vingine ni kama kawaida tu. Mimi, tunapozungumzia magiant, mimi ninapozungumzia ugiant kwenye miaka mitano, kwenye miaka mitano sio, sio, sio, sio muda mrefu kwa sababu unaekompiti naye atakuwa yuko mage, si tunachukua miaka minne mfululizo na yeye alikuwepo? Yanga alikuwepo miaka minne mfululizo. Alikuwepo. Kwa hiyo hii inakwenda tukuimba kupokezana, kila mtu ataimba kwa nafasi yake. Kwa hiyo tusubirie tu, anaimba mwisho ndo anaimba sana, ndo unafungwa, unafunga kabisa na shoo nzima. Hata kama mwaka jana tunatengeneza timu tumechukua, umechukua ubingwa kwenye mechi ya mwisho, mwaka huu itakuwaje? E, bandu bandu maliza gogo e. E, bandu bandu, e. Twende tutaratibu, tutafika. La, la. Sane Kante ajui tuna pointi sita utakuja sijui fulani sio mchezaji um, nini mpanzu ana fitness sijui nini pointi tisa ndo tunaondoka tena hivi. Ukija kutana magi treni lishashika mwendo, alafu hamna kizuizi tena mbele. Na linashuka. Ah, likishuka tena hapo tutakachokutana nacho ndio breki yake. Yaani sisi sisi tunakubali na inauma, inauma. Yaani inauma unapokosa ubingwa. Lakini utafanyaje sasa jitihada ishindi kudra? Mungu ndo alichokukadiria hivyo. Lakini sasa sisi tunajitafuta na tutajipata. Sio kwamba sisi tumeridhika miaka minne tunakosa ubingwa tumetulia. Jitihada zishindi, ndio uwezo wetu umeishia pale. Sisi tunajitafuta tutajipata, kama wao walivyojipata, kwa sababu sisi wakati tumejipata, wao wanapindisha bakuli na makapu, ushanielewa, tukasahau. Ndio maana nakwambia kuimba kupokezana huu, yeah. Wakati wao acha waimbe, itakapofika yetu, sisi ndio kile kijiji tunaondoka nacho, tunafunga hadi show ile nzima ile, kulia kuchoto. Wewe acha, shukrani sana, karibu sana bwana.